Kama tunahesabu siku basi leo ni siku ya saba. Siku iliyojaa giza kwenye familia ya ndugu Daniel Chonchorio. Ukimya mkubwa umetanda katika familia yake, huku nyuso za wanafamilia hawa zikiwa zimejaa huzuni na maswali yasiyokuwa na majibu. Akiwemo mke wa Daniel Chonchorio, watoto wa Daniel pamoja na ndugu jamaa na marafiki wote wanajiuliza swali lile lile. Yuko wapi Daniel? Inawezekana ukawa hujui nini kilimtokea Daniel Chonchorio ambaye leo kila mtu anamlilia kwa namna yake. Daniel ni mfanyabiashara mkubwa na maarufu nchini Tanzania. Lakini hiyo haitoshi. Ndugu Daniel ni mjumbe wa mkutano mkuu wa taifa wa Chama cha Mapinduzi, CCM, ambaye alitoweka katika mazingira ya kutatanisha mnamo Machi 23 mwaka huu, akiwa maeneo ya mtaa wa Temeke, kata ya Nyakato, wilaya Nyamagana, jijini Mwanza. Na hii ni kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na familia siku ya tukio. Mdogo wangu Dani, Daniel Chonchorio, aliondoka kutoka nyumbani kwake kuelekea kufanya mazoezi. Ilikuwa mida ya kama saa mbili hivi alipokuwa akienda kufanya mazoezi ilipofika saa tano familia yake ilishtuka, mbona aa, mzazi wetu hajarudi. Ikabidi wapige sim, simu simu, hazikupatikana lakini sasa wakawa, ilivyofika jioni, wakaenda kuripoti katika kituo cha polisi. Polisi wakawaambia wasubiri masaa ishirini na nane masaa ishirini na nane yalipofika, wakaenda na baadaye kesho yake wakaja, walivyorudi sasa wakaja kufanya upekuzi, walianza uchunguzi wao, wakaingia ndani, wakafanya upekuzi. Baadaye sasa, kama familia, tulihitaji ku, kuwauliza kwa sababu alikuwa maeneo haya akifanyia mazoezi. Shuhuda mmoja akasema alimwona akizungumza na simu, na simu na alivyokuwa akizungumza na simu kuna wanaume wanne walimsogelea wakamzingira alipokuwa wamemsogelea wamemzingira wakiongea tu maongezi kama ni maongezi lakini, sasa walivyokuwa kiongea, kuna land cruiser moja ya tinted ilifika maeneo hayo, wakampakia kwenye gari na akawa ameondoka, na ndipo hakurudi mpaka sasa. Na familia sasa tuliokuwa mbali, tuliuliza mmeenda polisi kuripoti? wakasema ndio. Tukawauliza mmepewa RB? Wakasema hawajapewa. Sasa tukawa na maswali mengi ya kujiuliza, lakini sasa, kama vyombo vya upelelezi au vyombo vya serikali, wanajua ni kwa nini na walikuja kwenye tukio na wanaendelea kuchunguza. Sasa tunachosihi ni kwamba watu hawa watekaji sisi kama familia hatuwajui, lakini kwa sababu tumetoa hili jukumu la kwenye, uh, kwenye idara ya upelelezi na kituo cha polisi, wao ndio wanapaswa kutuambia, kwa sababu wao ndio wanaopaswa kutulinda sisi raia na watu wanaowazunguka. Pamoja na jitihada za familia hii kutoa taarifa kwenye mamlaka mbalimbali vikiwemo vyombo vya dola, bado ndugu Daniel kupatikana kwake imegeuka ndoto inayootwa mchana kweupe na mtu anayetembea. Mama Samia Hassan Suluhu, mama yetu, ninarudi tena kwako. Ndugu yetu Daniel Chonchorio ni muhimu, ni wa muhimu sana katika familia, ni nguzo ya familia. Tunaomba ndugu yetu arudi, ili aje kuihudumia familia yake. Ana watoto wanaosoma, ana biashara yake aliyokuwa anaifanya. Kwa sababu Mungu wetu ni Mungu anayetawala, ni Mungu anayeona, na hata hao watekaji wajue kwamba Mungu anawaona, wajihoji, wajiulize, wamrudishe ndugu yetu aje kuihudumia familia yake. Sisi kama sisi ndugu Unajua, katika familia anaweza akawepo nguzo ya familia. Daniel Chonchorio ni nguzo ya familia, tumekuwa tukimtegemea. Tunaomba mama yetu utusaidie, tumerudi tena kwenu mara nyingine, ili muendelee kuongeza kasi, ndugu yetu apatikane. Daniel Chonchori amekuwa ni mtu wa watu, hata katika vyombo vya habari, katika mitandao Imeendelea kuona namna ambavyo watu wanamlilia Daniel. Wapo yatima ambao amekuwa akiwasaidia, wapo wazee, wapo wanawake wajane ambao Daniel ameendelea kugusa maisha yao, hivyo Daniel amekuwa msaada katika jamii. Hivyo kama familia tunarudi tena, tulileta jambo hili katika uh, of, katika serikali Tunaomba mama, mama Dr Samia Hasan Suluhu, tunaomba mama yetu, wewe ni mama mzazi, uweze kushikilia hili jambo na kuendelea kufuatilia vyombo vya serikali ili ndugu yetu aweze kupatikana.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 wananchi kwa ujumla tuendelee kupaza sauti kwa ajili ya majanga hayo haya yanayoendelea kutokea. Mungu wetu ni Mungu mwenye haki, Mungu ambaye hatamani kuona watoto wake wakiharibiwa au kuuawa pasipokuwa na sababu. Hivyo hili likawe ni jukumu moja wapo, sisi kama taifa, sisi kama taifa tuendelee kukemea maswala haya ya utekaji, maswala haya ya utekaji. Kwa mfano, kama ndugu yangu hapa Daniel Chonchorio ameacha mke na watoto, anao wadogo wanaomtegemea. Alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa, alikuwa ni mwanasiasa ambaye serikali ingepiga kelele kwa ajili ya kumtafuta. Kabla ya kumaliza, nitapenda kuomba baba yetu na Mungu wetu Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uweza, tunaliitia jina lako, kwa kuwa wewe ni Mungu na hakuna Mungu mwingine. Tunajua umeruhusu hili la utekaji wa Daniel Chonchorio ili kwamba taifa la Tanzania liweze kukutukuza na kukuinua. Tunakusihi Mungu wetu ukasimame na mama yetu Samia, Dr. Samia Hassan Suluhu, baba wa amani, akaendelea kusimamia katika haki kama ambavyo ameendelea kutenda na hii tabia ya utekaji ikakome, na ndugu zetu waliotekwa waweze kurudi. Asante kwa kuwa utaendelea kulitenda hili, ndivyo tuombavyo, ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, amina. Ikumbukwe kwamba jeshi la polisi lilianza uchunguzi mara moja mara tu baada ya kupokea taarifa za kutoweka kwa ndugu Daniel Chonchorio. Na kwa mujibu wa taarifa hizo ni kwamba jeshi la polisi kupitia kamanda wa polisi mkoa Mwanza, DCP Willibrod Mutafungwa, ni kwamba jeshi bado lipo kwenye uchunguzi wa kina, huku likiwataka Watanzania kuendelea kutoa taarifa zitakazosaidia kupatikana kwa ndugu Daniel. Kiongozi mmoja wa wafanyabiashara ambaye ame amezidi kutukumbusha na kutuomba jeshi la polisi jitahidi kumtafuta Bwana Daniel. Nichukue nafasi hii kumweleza mwananchi huyo na wananchi wote wa mkoa wa Mwanza kwamba uchunguzi unaendelea.